Saleh Karabaka anaiweka ndani kule 50, 50 kule nafasi kule, kule weka ndani kule, yes! JKT Tanzania, Paul Peter kasunda, anaiweka kwenye kamba, akiwaduaza Fountain Gate katika uwanja wao wa nyumbani Tanzanite Kwaraa, akizidi kuongeza akaunti ya mabao yake, tizama namna ambavyo alipigwa pasi moja hivi ya 50-50, wakajichanganya wenyewe kwa wenyewe, hiyo hapo, akaiweka kwenye kamba, bao lake hili la nne, akiongeza akaunti yake, hiyo hapo, Paul Peter akiwapa bao la uongozi JKT Tanzania. Mohamed Bakari Mohamedi Bakari ameruka viunzi, Mohamedi Bakari vipasi, ndiyo imefika, amejifunga chuma cha pili. chuma cha pili, JKT Tanzania wanakandamiza na wanahakikisha alama tatu zinasalia ama wanaondoka nazo, kazi kubwa ambayo amefanywa na Mohamed Bakari, super sub. aliruka kiunzi kile akajaribu kupiga vipas defender yule Daniel Joram akajichanganya. Tazama Muhamedi Bakari kazi nzuri kwelikweli, vipas Daniel Joram akamchanganya mlinda mlango, akaenda akaimalizia. Paul Peter Kasunda akaiweka kwenye kamba.